Huu ni mwendelezo wa kampeni za uchaguzi kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na leo hii mgombea wa urais kupitia chama cha kijamii CCK akiwa katika eneo la Malamba Mawili amenadi sera zake na kuwataka wananchi kumpa ridhaa ya kuongoza ili aweze kufanyia kazi maeneo mbalimbali ikiwemo swala la mikopo kwa wananchi. Huyu kausha damu yuko kule, amesha wakausha watu mpaka basi, tukasema serikali ya CCK, serikali ya CCK, chama cha kijamii CCK tunajenga mabenki nchi nzima kwa ajili ya kuweka vituo kama vya kupigia kura ambapo mapesa yatatoka katika benki za CCK na akishatolewa hapa atakwenda kwenye hiyo vituo kwa ajili ya kuwakopesha wananchi mikopo bure bila riba yoyote. katika Maramba tunasumbuliwa na shule shule. Mtaa mzima wa Maramba tuna shule moja ya Maramba Mawili. Mimi ninasema upande wa

hasa kuhusu TRA amezungumzia swala la TRA. Kampeni za uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 bado zinaendelea katika maeneo mbalimbali kupitia vyama vyote ambavyo vitashiriki uchaguzi kwa mwaka huu. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam.